Asante Vumilia kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Morogoro Mheshimiwa Saidi Yamanzi amewataka wananchi wa kijiji cha Kolero kuitumia vyema elimu waliopata juu ya kilimo hifadhi na kuongeza mazao mashambani. Tujiunge naye Malika Nginilla kwa ajili ya kupata taarifa kamili. Tuanze kuvunja ndugu zetu. Bwana Amanzi ameyasema hayo wakati wa ufumbuzi wa maonyesho ya mashamba ya mfano yaliyofanyika katika kijiji cha Kolero mkoani Morogoro. Yeah, wamewafundisha mambo mengi kilimo ndi hifadhi cha mazingira. Tunahangaika sana kulima mashamba makubwa makubwa, lakini uzalishaji ni mdogo lakini wao wanatuonyesha kwamba tunaweza kulima sehemu ndogo, lakini tukapata mavuno mengi. Tumieni taaluma hii, ambukizeni taaluma hii kwa vijiji vingine. Hapa leo asubuhi nilipofika, nilikuwa naambiwa nyinyi, nilikuwa nakwenda kijiji cha jirani, si karibu saa nzima, kuna kunua nyanya, kweli si kweli? Lakini leo tunaanza kuona nyanya kwamba hata hapa tunaweza tukalima, tunashindwa nini? kwa hiyo nyanya inaweza kuwa moja ya zao ambalo la biashara zikatusaidia katika eneo letu hili. Pia amewataka wanakijiji wa vijiji hivyo kuondokana na dhana potofu ya kuwaita wageni chinja chinja, bila kuzingatia taaluma wanaoitoa kwa wakulima hao na kuwataka wafuate kikamilifu kanuni tatu za kilimo hifadhi kani na dhana potofu maana katika mambo yao mengi ambayo wameyafanya lakini wameniambia na changamoto, lakini nataka kuhakikisha ndugu zangu hawa si, si chinja chinja, si nyonya damu. Hivi nyinyi kweli katika ulimwengu katika, katika, bado tunafikiri wengine mpaka leo eh? Tuondokane na mawazo haya, hayo ni mawazo ya kudumaza, na tutaendelea Kweli ni chinja chinja? hawa wangekuwa na ofisi chinja chinja zingekuwa najificha. Sasa mnaogopa nini? kama watu wanaweza kueleweka, wanakaa wapi, wako wapi lao bado, wanawaambia nataka kufanya moja, mbili, tatu, mnaogopa, wanasema chinja chinja. Wazo hili natoka wapi? chinja chinja, labda ningekuwa mimi nimekuja kwa nadra hapa, lakini hawa mko nao hapo siku zote. Wasiwasi wenu wasi, huko wapi na kile wanachokifanya mnakiona mnakiona mkiuni. Na naye Patrick Kahewanga, mwakilishi wa wakulima, alielezea jinsi gani kilimo hifadhi kilivyowapa manufaa katika kilimo. Kwanza kabisa, kulima eneo noyo na kupata mazao mengi zaidi, kutofautisha yule mkulima ambaye analima sehemu kubwa ya shamba, lakini anapata mazao kidogo kwa kuwa hatumii kanuni za kilimo hifadhi. Pili, kaya inakuwa na chakula cha kutosha kwa muda wa mwaka mzima na pia kaa inaweza ikajipangia matumizi yake ya chakula pamoja na sehemu ya mazao kwa ajili ya kuuza kwa kuongeza kipato. Tuweza tukatofautisha na hali ambayo tulikuwa nayo hapo awali na sasa, kwa kuwa zamani walilima mashamba makubwa, kipato kidogo, chakula hakuna, njaa ilikuwa inatukabili. Tatu, tumeweza kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kwa kuwa kama unatumia kanuni za kilimo hifadhi mvua kidogo, lakini mazao yatakuwa mengi zaidi, kwa kuwa tunalima eneo dogo ambayo una uwezo wa kuhifadhi kunyevu kwa muda mrefu. Mwenyekiti wa kijiji cha Kolelo Bwana Ignas Mjinga pamoja na baadhi ya wakulima walikuwa na haya ya kusema. Kwa binafsi mimi kimenipa tija sana, na kwa wastani mwakaumi nimepata gunia mbili, mahala penye ni padogo sana, kama kilimo hifadhi yani kabla ya kuja ukishalima uki, uki, uki shamba kwa mfano lile, e, lile zao tofauti na kilimo hifadhi. Kwa hiyo walivyokuja kilimo hifadhi na kutelimisha, ni kweli kipato kikubwa tunachopata. Kwa mfano kama mahindi, mahindi ukilima robo, hata labda debe tatu uwezi, uwezi kupata bila kutumia kilimo hifadhi, lakini ulivyotumia kilimo hifadhi hata junia mbili tutaweza ku, u kupata ni kwa, kwa, kwa mafanikio zaidi. Kwa hiyo kilimo hifadhi ni bora zaidi. Kilimo hifadhi kwa kweli kimetufundisha mambo mengi. Hapo nyuma tulikuwa tunapanda holela, hatujui kama shambeli litatoa mazao kiasi gani, lakini kwa sasa hivi hiki kilimo hifadhi tunapanda kwa kutumia mistari pamoja na kuvunja jasi, tuna uhakika kuwa shamba la robo heka aidha heka moja unaweza ukapata mazao zaidi kuliko kile kilimo cha zamani tulichozoea cha kupanda holela. Mashamba darasa yamejikita kuwaelekeza wakulima jinsi ya kulima sehemu ndogo kwa kutumia njia bora za kilimo hifadhi ambazo ni kuvunja jasi, kufunika shamba muda wote kwa mazao funika, pamoja na kuchanganya mazao kwenye shamba kwa utaratibu maalum. Maonyesho hayo yalifunguliwa na katibu tarafa wa Morogoro vijijini, bwana Hamisi Hasira, yamehusisha kata tatu ambazo ni Kolero, Bungu na Kasanga chini ya usimamizi wa shirika lisilo la kiserikali la Care International, yamechukua siku nne na kufungwa na mkuu wa wilaya wa Morogoro bwana Saidi Amanzi.